Kutoka London, England mastaa hawa kumi wa ligi kuu England ambao wote waliwahi kushinda tunzo ya mchezaji bora wa msimu katika klabu zao, baadhi hata msimu uliopita tu, lakini sasa wanaweza kuwa mjiani kuondoka mwishoni mwa msimu huu. Karibu sana, hii ni Talent Media. mimi ni Ali Swale Mshana. Matumaini ya kocha Pep Guardiola ya Silva abaki milele yameongeza kwa kasi uvumi wa kuondoka kwake majira ya kiangazi, hasa mkataba wake utakapokaribia kumalizika. Inasemekana anaitaka Barcelona zaidi ya yote. Kauli ya Guardiola kwamba hulala vizuri zaidi akimweka Silva kwenye kikosi, na hilo ni muhimu kwa afya yangu, inaashiria huenda ni bora kwa pande zote mbili wakiachana, kabla Silva hajagundua madhabahu inayojengwa kwa heshima yake kwenye chumba cha pili cha kulala cha kocha wake, au Guardiola kabla hajachora tatu ya sura ya Silva mgongoni. Mchezaji mwingine ni Martin Odegaard ambaye anatokea Arsenal. Mchawi mpya wa kulaumiwa Arsenal, na ni vigumu kupinga chaguo hilo kwa mashabiki wa The Gunners. Hakuridhisha aliporejea kutoka majeraha msimu uliopita. Lakini msimu huu, isipokuwa maonyesho machache mazuri, Odegaard anaonekana kupoteza karibu kabisa ubunifu, maono ya pasi na uwezo wa kuzitekeleza. Kupiga pasi za mita kumi kwenda miguu mwa Bukayo Saka hakutoshi kwa mchezaji anayetarajiwa kuongoza ubunifu wa timu inayowania ubingwa. Kuelekea kwake kuanza kikosi, kuendelea kwake kuanza kikosi ni jambo linalokera sana kwa wale wanaotaka akae benchi, huku Eberich Enze akitazama kutoka pembeni. Mchezaji mwingine ni Van Dijk ambaye anatokea Liverpool. Wachezaji kulaumu upepo kama alivyofanya Van Dijk baada ya kosa lake kusababisha bao la kwanza la Bournemouth Jumamosi kutawafanya wale wanywaji wa bia wa ua kilo mia moja na ishirini kwenye pabu kucheka kwa sauti wakisema analipwa pesa ngapi tena? Hata hivyo upepo ni kitu halisi, na kwa kweli hufanya kuondoka mpira juu ya bega lako kuwa mkugumu zaidi. Kile ambacho Van Dijk hakukieleza ni kwa nini aliongeza kosa lake kwa kushindwa kabisa kujaribu kuzuia cross ya Alex Jimenez, na kwa nini anasisitiza kumtazama mtu mwingine wa kulaumiwa ili hali kosa lilikuwa lake peke yake. Hii haikuwa mara ya kwanza msimu huu kuonyesha uzembe wa akili na mwili kutoka kwa mchezaji ambaye inazidi kuwa vigumu kumwona kama nguzo ya timu ya ubingwa wa baadaye. Hivyo chochote kinaweza kutokea mwishoni mwa msimu, lakini Mohamed Salah pia, akiwa anatokea Liverpool hakuwa kwenye ubora wake kabisa katika kipigo dhidi ya Bonamoth, isipokuwa mipango michache ya kuchekesha iliyokosa mwelekeo, jambo linaloimarisha nadharia kuwa sio tu amepunguza mwendo baada ya kupewa mkataba mnono mpya, bali amezima kabisa injini na kutupa funguo nje ya gari. Kinachodhaniwa ni huenda sababu zinazowezekana zaidi ni Salaha sasa ni mkubwa kwa mwaka mmoja, na hivyo si mkali kama awali, hajazoeana na wachezaji wapya kikosini, au kwa uwezekano mkubwa mchanganyiko wa mambo hayo. Chochote sababu, hakuna nafasi katika timu kwa mchezaji anayeingia kidogo kiasi hicho, hasa baada ya kusababisha mvutano mkubwa baada ya kukaa bench mechi mbili na kutibuana na kocha Arne Slot. Mchezaji mwingine ni Cole Palmer akitokea Chelsea. Bwana Palmer anadaiwa kuwa mwenye furaha sana Chelsea licha ya ripoti za kukumbuka maisha ya nyumbani kwao jijini Manchester na kuibuka kwa uvumi wa kuhusishwa na Manchester United, anasisitiza Liam Rosnia baada ya mazungumzo mengi na mchezaji huyo wa England. Unajua yule mazungumzo ambayo msemaji hakati macho hata kidogo, kana kwamba anaamini ni siri ya mwana mawasiliano bora, lakini kwa kweli umfanya anayesikiliza ajisikie vibaya kiasi cha kukubali chochote, kama kusema anataka kubaki klabuni ili tu kumaliza mazungumzo hayo haraka, ambayo inadhaniwa Rosnia anataka kutuliza presha ya kumruhusu ama kumhusu pama. Lakini katika kuelekea mwishoni mwa msimu, chochote kinaweza kutokea. Mchezaji mwingine ni Luke Shaw, akiwa anatokea Manchester United. Shaw bwana ameanza mechi zote 23 za Manchester United za ligi kuu msimu huu huku kiwango chake cha hivi karibuni kikionyesha kwamba mchezaji huyo wa miaka 30 yuko kwenye kipindi kingine cha kujikomoa katika maisha yake ya miaka 11 na nusu Old Trafford yalivyojaa ama yaliyojaa kupanda na kushuka kwa kuzingatia hali hiyo na mkataba wake unaoisha 2027 kumuuza show wakati kiwango chake kiko juu kuna mantiki kubwa na kwenye hilo ndiyo maana kuna uwezekano mkubwa wa kutokea kitu wakati wa msimu huu utakapofika mwishoni na dirisha la usajili wa majira ya kiangazi utakapofunguliwa. Mchezaji mwingine ni Emiliano Martinez akiwa anatokea Aston Villa bwana alijaribu kwa makusudi kushinikiza uhamisho wa kwenda Manchester United dirisha lilopita na uhamisho wa majira ya kiangazi, lakini Aston Villa waligoma kumwachia na sasa wamelenga kupiga pesa nyingi wakibainisha bei ya kipa huyo inayouzwa kuwa ni pauni milioni 40. Sasa Martinez ameweza kuokoa eh, mashuti eh, 76 aliyokabiliwa nayo msimu huu kiwango cha juu zaidi kwenye ligi nzima, lakini hakuna mchezaji aliyehusika na makosa mengi yaliyopelekea mabao kuliko makosa yake matatu, bwanawe. Mchezaji mwingine ni Bruno Fernandes ambaye anatokea Manchester United. Sasa Bruno Fernandes yuko katika nafasi ya kuiweka uh, Manchester United pabaya kwenye majira ya joto yajayo, na watalazimika ama kumpa mkataba mpya mnono sana kabla hajafikisha miaka 32 Septemba, sasa wanasema, au wakabiliane na kazi ngumu ya kutafuta mrithi wake. Kile wasichopaswa kabisa kufanya ni kumruhusu amalize mkataba wake na kuondoka bure mwaka 2027, ili hali kuna klabu nyingi zilizo tayari kulipa pesa nyingi kwa ajili ya kunasa saini yake. Sasa kutokana na hilo, lolote linaweza kutokea kwa Fernandes juu ya mustakabali wa maisha yake baada ya msimu huu kumalizika. Mchezaji mwingine ni Mick Van de Van, alikuwa anatokea Tottenham na kauli ya Tottenham, fra, uh, kauli ya Thomas Frank kwamba Mick ni mchezaji wa Tottenham sasa na kwa siku zijazo ni sawa na muuzaji uh, wa nyumba kusisitiza sakafu ya marumaru isiguse kabla ya kukabidhi funguo kuweka bei ya pao milioni mia moja kwa Van de Ven, huenda eh, kutaongeza tu dhamira yake ya kuondoka klabuni haraka iwezekanavyo kwani ni wazi Tottenham si mahali sahihi kwa beki wakati wa thamani ya tarakimu tisa. Mm, kuna mambo mengi lakini yupo uwezekano, upo uwezekano pia wa beki huyo akaachana na Spurs mwishoni mwa msimu, bila ya hata kulipwa nusu ya pesa hiyo iliyotajwa. Mchezaji mwingine ni Ollie Watkins akiwa anatokea Aston Villa. Sasa amerudi kwenye kiwango kizuri hivi karibuni akifunga mabao saba katika mechi zake kumi za mwisho wa, za ligi kuu England, baada ya mwanzo mbaya wa msimu na alifunga mabao alifunga bao moja tu katika mechi 13. Hata hivyo karibu kila dirisha la usajili kupita akiwa anahusishwa na kuondoka, nafasi ya kujiunga na klabu kubwa zaidi huenda ika ama huenda uh, ilishapita. Lakini Aston Villa inapanga kuleta tena ushindani mpya, eh, kwenye nafasi yake mwezi huu, na kutokana na hisia ya muda mrefu kuwa anaamini nyasi ni kijani zaidi kwingineko Watkins anaweza kushinikiza zaidi uhamisho huo. Mimi sina la ziada bana. Hii ni Talent Media, mimi ni Ali Salim Shana. Bye bye.